Amekuwa akisema nilimchinja kama siko kwa serikali. Alikuwa yeye alikuwa yeah. deputy president, kweli si kweli? well, kwa hiyo hata kichwa yake imeruka amesahau. yeah. Amesahau he was the deputy president. Kwa hiyo alikuwa kwa, kwa serikali, na anasema niliwachinja nikiwa nje. Sasa niko ndani, mtanichinja kwa jirani. One thing akumbuke, hakuingia pale akaibe kura jizake, wali confessing ya kwamba anataka kuiba kura, kweli si kweli? Yeah. Na tunasikia watu wanapatiwa vitambulisho kiholela holela huko kwa, kwa Somalia huko pande ile na huko pande ya Tanzania. Lakini alete kura, alete vitambulisho, aruke wapi? Aende wapi? Yeye ni wantam. I am telling you. La pili, hii wa Kenya ambao wameamua hata yeye mwenyewe akiwa dio chairman wa IEBC, Ruto ni wantam. <laughs> Halo? Halo. Tunakubaliana? Hebu tuone hata akiwa chairman wa IEBC kwa sababu gani? Wantam. Sikiza, hakuna kura inaibiwa huko. Kura inaibiwa hapa kwa polling station. Kwa hivyo ule karani mwenye anaendesha gari ya serikali, returning officer, presiding officer wote tuko gangari na tuko na macho, yeah. Dhubutu, yeah. Yeah. Try, yeah. tr e